Uhasama wa kivita unaoendelea katika mataifa ya Afrika Magharibi dhidi ya waasi umesababisha baadhi ya raia kupoteza maisha. Baadhi ya masuala yanayochangia uhasama vurugu na machafuko katika mataifa hayo ni matokeo ya uchaguzi mkuu na tamaa za umiliki wa rasilimali za nchi. Matukio hayo ya hivi punde ni vifo vya watu wanne kufuatia machafuko yaliyozuka nchini Cameroon, ambapo waandamanaji waliingia barabarani wakidai udanganyifu katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 12, 2025 nchini humo. Wanne hao waliuawa kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano mjini Douala nchini Cameroon siku ya wa Jumapili wakilalamikia wizi wa kura. Raia wanaendelea kusubiri matokeo ya urais baada ya uchaguzi wa Oktoba 12, huku waandamanaji wakimtaka rais Paul Bia mwenye umri wa miaka 92, ajiuzulu. Isa Chiroma ambaye, eh, alikuwa mgombea mkuu katika uchaguzi wa wiki mbili zilizopita dhidi ya rais Paul Bia alitisha maandamano licha ya tume ya uchaguzi nchini humo kusema kwamba itatangaza matokeo kamili Jumatatu ya leo. Chiroma anasema alipata asilimia 54.8 ya kura lakini, wachambuzi wengi wanatarajia Bia mwenye umri wa miaka tisini na mbili kushinda muhula wa nane katika mfumo ambao wakosoaji wanasema umekuwa na dosari. Jijini Duala, waandamanaji walishambulia kikosi cha askari wa jeshi na vituo vya polisi katika wilaya mbili siku ya Jumapili, hali ambayo ilisababisha vifo vya watu hao na maafisa wa polisi kujeruhiwa. Aidha, maandamano yameshuhudiwa katika miji mingine kama vile Yaunde, Marua, ya Koko na Bafosam. Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira.